Hii ni taarifa ya majonzi na mbaya juu ya kifo cha aliyekuwa waziri kwenye serikali yetu pendwa. Maneno rest in peace, apumzike kwa amani Mungu amweke sehemu nzuri na maneno mengine kama hayo ndiyo yaliyotawala kwenye mitandao ya kijamii na hasa kutoka kwa viongozi wengi wa serikali wakimtakia mwisho mwema. Sisi tunasema Mwenyezi Mungu ampumzishe mahala pema peponi. Mtazamaji wangu, ili usionapitwa na taarifa zetu, tafadhali kukumbushe kubonyeza maneno mekundu yaliyopo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja alama ya kengele. Hebu bonyeze pia hapa. Duniani kuna mafumbo mengi sana ambayo ni magumu kuyafumbua, lakini lipo fumbo zito zaidi ambalo hakuna mwanadamu hata mmoja anayeweza au atakayeweza lifumbua, nalo ni fumbo la kifo. Hakuna anayejua tukifa tunaenda wapi, tutarudi amla Taarifa kamili ni kwamba majonzi na vilio vimetanda kwa familia ya Siwale, viongozi mbalimbali mbali wa serikali, ndugu jamaa na marafiki baada ya kufariki dunia kwa alikuwaga waziri wa ardhi na makazi wa Tanzania, lakini vilevile vile, waziri wa elimu mama Tabitha Siwale. Tabitha Mwambenja Siwale ndiyo kiongozi mwanamke wa kwanza kwenye nchi ya Tanzania kushika nafasi kubwa ya uongozi ndani ya serikali, kipindi hicho wanawake wakiwa wapewi kipaumbele kabisa kuongoza au kumiliki mali, ambapo yeye aliaminiwa na kupewa nafasi ya kuwa waziri wa ardhi na makazi pamoja na waziri wa elimu. Yani, huyu ni mwanamke wa kwanza kuwa waziri kwenye taifa la Tanzania. Baada ya kuaminiwa, Tabitha alitengeneza vikundi na jumuiya mbalimbali za kutetea wanawake kwenye kumiliki ardhi, kupewa nafasi za uongozi, haki za kijinsia na kadhalika. Tabitha Mwambenja Siwale amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 86 katika hospitali ya Hindu Mandari. Akizungumzia kifo cha mama Tabitha, mtoto wake Dr. Maka Siwale amesema mama yake alifariki dunia usiku wa Machi 13, 2025 akipatiwa matibabu katika hospitali ya Hindu Mandari kwa majonzi. Amesema mama yake alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya utu uzima. Kuzikwa ni katika makaburi ya Kinondoni, Dar es Salaam Machi 15. Dr. Maka ame sema msiba upo nyumbani kwa marehemu Mikocheni kwa Nyerere. Mama huyu ameacha alama katika taifa la Tanzania na ana historia kubwa, kwani ni mwanamke wa kwanza kuzitumikia nafasi nyeti kama waziri wa ardhi na baadaye waziri wa elimu ambapo inaaminika uthubutu na uchapakazi wake alioonesha kipindi chake ndio umefanya leo tuna viongozi wanawake wengi, kama mheshimiwa wa rais Samia ambaye hivi sasa ni rais na kiongozi mkuu wa nchi. Pia amehamasisha wanawake wengi kuwa mawaziri kama mama Anna Tibaijuka ambaye naye alikuwa waziri wa ardhi kipindi cha Kikwete, mama Ndali Chako ambaye yeye alikuwa waziri wa elimu umi mwalimu yeye aliwahi kuwa waziri wa afya na wizara nyingine. Angela Kairuki alikuwa waziri wa ofisi ya raisi mpaka wizara za madini na kadhalika, na mawaziri wanawake wengine wa sasa, ambapo tuna Jenista Mwagama, Stegomena Taksi, Doroti Gojima, Ashatu Kijazi, Pindi Chana na kadhalika. Wakiwa hao wote, inaaminika wamehamasika na wameweza ziongoza nafasi hizo kupitia kwa Mama Tabitha ambapo waziri wa zamani Profesa Ana Tibejuka ameonyesha kuguswa zaidi na kifo hichi ambapo yeye ameposti tamko la chama cha wanawake kumiliki ardhi na kuandika familia: Poleni, Mheshimiwa mama mwalimu Tabitha Siwale, wanafunzi wako wanakulilia kutoka Bweru hadi Korogo Gelzi, wanawake wana harakati, pia walimu, maafisa wa ardhi, wanasiasa, wanawake uligusa kote, ulifungua milango RIP. Siwale alizaliwa mwaka elfu moja mia tisa thelathini na tisa mkoani Mbeya. Alikuwa mwanamke wa kwanza kuwa waziri katika serikali ya awamu ya kwanza ya mwalimu Julius Nyerere. Alishika wadhifa huo mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano akiwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Baadaye alihamishiwa wizara ya elimu akishika wazifa wa waziri wa elimu aliapishwa na mwalimu nyerere kushika wadhifa huo Januari 15, 1980, katika ikulu ya Dar es Salaam. Baadaye aliteuliwa kuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ud. Hata hivyo mwaka 1982 alirudishwa tena wizara ya ardhi hadi mwaka 1984 alipostaafu na kubaki kuwa mbunge hadi mwaka elfu mbili. Mbali na hayo, aliwahi kuwa mwenyekiti na mjumbe wa bodi nyingi nchini. Pia alikuwa mwasisi wa chama cha ushirika cha akiba na mikopo cha wat. Aliwahi kuwa mkuu wa shule mbalimbali mbali za sekondari nchini zikiwamo za wasichana za bwiru na Korogwe. Mwaka elfu mbili alitunikiwa tuzo ya mwanamke wa karne na taasisi kutoka Marekani na hii ni kutokana na mchango wake mkubwa na alama aliyoiacha kwa Tanzania. Kifo chake kinaaminika kwa gusa wengi, hasa watendaji wa serikali ambao wametoa pole na rambirambi rambi zao kwa familia. Nenda salama, nenda Tabita, uliowafanya kwa taifa letu ni mkubwa sana. Mseto Media tunatoa pole kwa familia, serikali, ndugu na jamaa na tunaombea Mwenyezi Mungu Amhifadhi mali pema peponi. Mimi ni Limo Grand Sani na hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.